Uh, Singapore ndio wakawa wamemchukua na walimchukua sababu gani? Kulikuwa na mwalimu mmoja wa timu ya taifa alikuwa ameletwa kwa nguvu za mama bai, naona no, alikuwa anaitwa Kate, alikuwa anatokea Singapore akafundisha timu ya taifa. Lakini katika jitihada hizo bado uongozi wa Chaneta haukukaa kimya, ukaenda kwenye uongozi wa wakati huo, ni Rais Mheshimiwa mstaafu Kikwete, wakasema netwetu tunakuwa mawapi, wakaenda pale inaonekana hapa ni Noah eh? Ile, watu wengine hawajui, labda niwaambie wazi kwa sababu, katika mimi ndio nilikuwa kwenye chama Ehe, ile noa si kwa maana ilikuwa imekuja ikiandikwa kama ni chaneta au jansi, lakini ilikuwa ni mchezo wa netball. Kwa maana yule kocha aliyekuwa amekuja kutoka Australia alikuwa hana usafiri, ikaonekana mama bae akitumia usafiri wake wa kila siku itamkosti, na yule mama alikuwa anapenda sana kwenda kukagua mbalimbali wakutungi kutembea. Unajua kama mwalimu anakuja uwezi kukaa tu pale nafaa tu nani e, eh, anakuwa aido. Kwa hiyo akasema, mama bae akaenda kwenye serikali akaa, hebu tunaomba angalau tutafanyaje Mm, ndio wakafanya utafiti uta, uta wakatafuta ile ndoo ambayo ilikuwa ni used, ndio ikanunuliwa. Sasa wakai, serikali ikanunua ikawapa Chaneta ikiwa ni kwa maana ikasema hii ni ya kamati ya ufundi wakati huo. Sasa kwa maana ilikuwa ni kocha, mimi nilikuwa msaidizi wake, kwa hiyo itakuwa hii ni gari ya waamuzi, amini ya makocha, japo ni ya Chaneta kwa. Lakini alivyokuja kuondoka yeye, basi bado gari ilibaki nini, ni ya chama kwa matumizi ya chama nona haimaanishi kwamba hakutakiwa mwenyekiti asiitumie au katibu, hapana. Lakini asili ya ile gari ilikuwa ni kwa ajili ya mwalimu, asilimia kubwa ilikuwa inafanyika filibetibai, kwa maana ya kujitolea. Nafanya wakati mwingine tuna, kuna wakati mwingine ilikuwa inaweza kufanyika pale JKT nona, au inakuja fanyika pale kwenye chuo cha nani nani n nani Sylvester ni ame pale naona au inafanyikia wapi? inafanyikia pale nani fbetbai naona, yeah. Kwa taarifa ni kwamba tulikuwa tu, tunasikia na bahati nzuri mimi nimekutana na wewe leo. Ni kati ya watu ambao unaenda nje ya nchi kwa ajili ya, ya mchezo huu wa netball. Ulifika Singapore kwenda kushuhudia kombe la dunia la netball Ilikuwa kuaje tukafikia mafanikio kama mimi kwanza? Moja kikubwa sana ilikuwa, kwanza nikwambie, asili moja ni kujituma, na nijituma sana, kujitolea. Kwa hiyo nikafuatia mwenyewe kujifundisha mimi mwenyewe na mazoezi mbalimbali kila sehemu. Sasa ilivyokuja tokea mimi, katika baadhi ya waamuzi na makocha, wakati tunaendelea kulikuwa na kozi zinaendelea, na mimi nilikuwa narudia kozi, eh, anakibira walikuwa ni instructor walikuwa, walikuwa ndio high level tukaa tunachukua kila kozi inapotokea, mimi nilikuwa naenda kushiriki, haijalishi mimi na level two. Ikitokea level two nyingine ninaenda, kwa sababu nilikuwa naona level two ndani ya wiki moja haifai kuchukua elimu kila kitu naona. Kwa hiyo mimi ukija kuangalia mimi na basic karibu nne, alafu nina level nina level one tatu na level two mbili na na na level three, lakini wakati huo mimi kuja kupanda. Kwa hiyo sasa nikaa najituma kwenye uamuzi na kwenye kochini kuna mashindano yakawa yanatokea ambayo yalianzishwa na mamabai au uo, Afrika, na chama wakati huo yakawa yanafanyika sasa kwenye East Africa na, na hiyo baadhi ya, kwe, ya ya kimataifa walikuwa wanaanza kutuchuja 2000 na 2007 ndipo mimi nikawa ilikuwa wakati huo nilikuwa naitwa Ifuna nikawa, nikawa, na nikawa mwamuzi wa kimataifa kutoka Tanzania nikateuliwa na jopo la wak wakufunzi waliotoka Afrika. Kwa hiyo akasema mimi nitakuwa ni naweza nikachezea mashindano yoyote Afrika. Kwa hiyo watu wakapenda wakafurahi, tunaanzia pale. Tulifanya mitihani na waamuzi wengine, lakini ikawa ni mmoja wapo, ikawa nimepata nafasi hiyo, lakini baadaye sasa ikaingia sasa kwenye kutafuta kozi. Wakaja sasa mashindano ya kimataifa ya, ya mara ya mwisho yakafanyika hapa kwetu, ambapo waka, ilikuwa inachulikia karibu, si nchi ngapi, zaidi ya nchi sita. Unaona hapo ndio wakatoka tu wazungu kule kwenye eh, chama cha IFNA, wakaja wakasema sasa tunatafuta instructor. Ndipo tukafanya kozi ya watu zaidi ya ishirini tukapatikana watu watano waliofanya vizuri zaidi na tukapasishwa na mimi hapo ndo nikapata grade C, ambapo kwa Tanzania hakuna mwenye hiyo level mpaka sasa hivi, walipasisha wao <coughs> ikawa ni grade C continental hiyo sasa ndio. Kwa hiyo akasema, je, sasa kumbe wewe unafaa kuwa instructor wa Tanzania na Afrika am <coughs> kati yao nilikuwa ni pamoja na Mgero ambaye yuko Uganda. Kuna dada mwingine make ambayo yuko South Africa naona. Kwa hiyo tukaanzia hapo. Lakini bado hapo tukatumiwa sasa email ya kwenda kurefresh zaidi wale ambao tumechaguliwa wale wote wakasema sasa mtashiriki kwenye kombe la dunia kupata washa ya kimataifa. Kwa mimi nikashangaa tu email imekuja na wakati niko hata sina hela. Nikashangaa tu ndo nikampelekea mama Bayi mwenyekiti jamani kuna email imekuja. Mama Bayi akashangaa, ya kwenda wapi? Nikasema nenda kombe la dunia. Wakati huo nimechaguliwa kwenda kuwa kuwa mwamuzi Arusha. Nikalazimika sasa mimi niende Singapore kwenye kombe la dunia iko nafanyika 2011. Nikapata kule nikapata washa kidogo na nikapata refresher, ndo nikaruzi nikarudi na hiyo nafasi ambayo. Sasa kwa hiyo ndio nikaendelea sasa kuwa nika natupika kama instructor, ambapo na ndio taratibu za kupata instructor na kupata ule instructor. Ukarudi Tanzania na umekuwa ukiendesha kozi nyingi, kuna wanafunzi wengi umewafundisha. Je, unaona matunda ya yale unayowafundisha? Matunda ninayaona, lakini kama vile siyaoni kwa sababu kinachonisikitisha tu ni kwamba tungeweza, nimeenda kozi nyingi sana South Africa, Uganda, kwa kozi mbalimbali, wakati wa mashindano haya tuwafundishe katika sahihi na wenyewe wakatekeleze kama nyie mlivyofanya. Sasa kinachonisikitisha kwa bahati mbaya, asilimia kubwa, kuna makundi kama mawili au matatu. Kundi la kwanza, wanaofundishwa netiboli, kazi yao kutoka kwenye baadhi ya taasisi, kazi yao ni kupata cheti tu, wakapata ajira au waongeze chochote katika, au waruhusiwe kwenda kufii kwenye timu, kufanya nyaje, kusindikiza timu, hiyo ndo shida. Lakini nyingine tunaowafundisha sasa, vilevile hawapati nafasi mbali na mimi kama mimi ambayo nilikuwa nikipata nafasi najitolea, kuna wengine ambao ni wazito kujitolea, lakini wengine mpaka uitwe. Sasa hawapati nafasi ya kuitwa, kwa maana kwamba hawatumiki. Lakini sio hilo tu, ambao labda niseme wazi sasa hivi na niwaambie wa Tanzania, kinacho ni uma zaidi sasa hivi ule utaratibu ambao dunia nzima upo na Afrika upo, Tanzania tumetofautisha. Maanake ni kwamba kama kuna mashindano, timu zinapata makocha wazuri ambao wame, wame, wana uzoefu na hata kama sio wazuri lakini wamezitreni wame, vizuri. Ikifika kwenye mashindano, waamuzi wanaokwenda sio sahihi, kwa wanasema makocha wana nidhamu mbaya. Sio kwa sababu waamuzi wanaopelekwa, wanaacha waamuzi ambao wanafanya vizuri, wamesoma vizuri, lakini hawawatumii ma instructor kwamba tunaomba waamuzi fulani waende. Siku za nyuma tulikuwa tukifanya mashindano ya Super League au daraja la pili, tulikuwa tukikaa kamati ya ufundi nzima tunapendekeza majina zaidi ya ishirini, tunaanza kufanya kila mtu na kigezo chake, hao ndio wanaoshiriki bila kuangalia huyu uko mkoa gani. Sasa hivi mashindano yakifanyika Arusha wa, watachezesha Waarusha, yakifanyika Mbeya, tofauti na mchezo mingine sasa. Hapo haiwezi kuendelea, maanake wakienda kule sheria wanazozitumia sio sahihi, pamoja na kwamba kuna mchezaji amejifunza sheria ambayo ni sahihi. Kwa hiyo, la sivyo hata badilika yule mchezaji maanake apigiwi filimbi sahihi, au atafanya makusudi, atakosa nidhamu lakini inapelekea hata vile vile kukosa timu ya taifa iliyo bora, kwa sababu wachezaji bora tutawapata kutokana na makocha bora na waamuzi bora, ili akimpigia lile kosa akalifanyie marekebisho na mazoezi. Kwa hiyo moja, mimi kama instrukta ni moja wapo, ina niuma. Kuna moja ambayo ni kidogo, siwezi kulisema kwa sababu kila mtu atanielewa vibaya kwa mtu anavyonielewa, lakini ukweli wa Mwenyezi Mungu utabaki pale pale. Hata wale ambao wanapewa nafasi, kwa mfano labda wenye high level wapimwe kwanza wathibitishwe na baadhi ya mainstrata au nani, kwamba huyu anaweza, ndio wakasimamie hata baadhi ya kozi, kwa sababu kama unachukua mtu yoyote, kwa mfano, umemfundisha mtu ana level one, alafu anaenda akasimamia kozi, alafu tayari yeye anasema kwamba sasa je, kumbe ile kozi anayosimamia kuna wengine wana uwezo zaidi hata yeye. Je, anaelekeza nini? anakosoa nini? ni sawa na kiongozi anafanya makosa alafu, ile kesi peleke kwa nani? au hakimu anaweza kufanya kesi, peleke kwa nani? Kwa hicho kama chenetu angebadilika hapo, tukafanya kama michezo mingine, ingependeza sana eh? kwa hiyo wale wenye nafasi sahihi, ikiwa na maana kwamba waliopasishwa ki-international au katika makubaliano ma na taratibu zote za, usiogope kuwa na instructor mmoja au wawili au watatu, hata mkiwa nao ishirini mradi wawe na uwezo, naona ili wapatikane wengine. Usiogope kuwa na waamuzi wanne hata wakifika hamsini, lakini wawe na uwezo. Kama utakuwa labda sangine na makocha watano, wawe na uwezo kwa hiyo hapo baadhi ya serikali, wakati wengine wanakuwa haga, hawajui wanasema, timu zetu hazifanyi vizuri, watoto wetu hawafanyi vizuri. Wanafundishwa na nani? Kwenye mashindano wanaamuliwa na nani? Wale wanaofundisha kwenda kufundisha au wanaoamua kwenda kushika filimbi, wanafundishwa na nani? na ni wanakuta kwa mfano hata kwenye kozi, sasa hivi nimemaliza kozi hii, kuna baadhi hawa wako hali ya juu, wanafundishwa, wanaitwa kwenye super ligi, lakini wao wanashangaa na wananijibu kwamba haya ni hiki ni hiki ni hiki tumekidadavua kwa pamoja, tumekuta ndicho sicho. Kwa hiyo mimi kinachoniumiza zaidi ni taratibu kufatwa na kuheshimu kwamba nani anastahili kuwa nani na nani anastahili kuwa wapi. Hata kwenye utenzi wa timu ya taifa ni hiyo hiyo, nani anastahili kuwa wapi na anastahili kuwa kwenye hiyo timu ya taifa kwa nafasi gani, kwa nchi hii yenye watu zaidi ya milioni sitini kwenye waamuzi hapo. Bahati nzuri umekuwa pia ni coach na ume, umepeleka timu mashindano tofauti, lakini kuna baadhi ya mashindano unaenda kama technical bench. Changamoto zipi hasa kubwa ulikuwa unaziona kule kwenye mashindano ya wenzetu au mashindano ya ndani? Ya ndani hapa hapa, ya ndani kwetu. Sasa asilimia kubwa changamoto za kwetu ni kwamba kuna baadhi ambao ni japo nimesema, lakini asilimia kubwa, hata mimi nikienda na timu nikifika pale, ni namna ya mwalimu mmoja ameisaidiaje ile timu kuheshimu taratibu za uwanjani ili asigombene na mwamuzi yeye mwenyewe. Lakini moja, kwa sababu gani? Ni uzoefu au ni mazoea ya mwalimu yoyote, anayechukuliwa naye vipi, wachezaji hajafikia vipi, kwa sababu si mm -mm. Vipi wa vipi? Kuna mtu mwingine anaweza kampigia kelele uwanjani mchezaji kwamba unakosea, kumbe sio yeye. Wakati mwingine hata mchezaji anamuondoka kwenye mudi, alafu anamuondoka kwenye mchezo, kumbe angeweza kuelekeza vizuri yule mchezaji angekuwa ni mzuri, angetii na angefanya mambo mazuri alafu akasaidia ile timu yake. Kwa hiyo mojawapo ya changamoto kwanza ni wakocha kutoa competent kwenye upande wa sheria, lakini wanapofika pale wanagongana na waamuzi sasa ambao nao hawajui. Hizo ni changamoto unazikuta. Unakuta sasa kama kocha yuko pale alafu na mwamuzi amepuliza ndicho sicho, ila kocha anakijua, kocha avumili, anaanza kuadapt. Alafu lakini wanasema kwamba tutarekebisha, hmm? Na kingine ambacho nakisema, mimi mwenyewe nimekuwa kwenye kamati ya ufundi unasema ni, kwa sababu ameniuliza, napoenda napokuwa na timu changamoto zipi, unaingia pale kwenye evaluation, mnakutana na kamati ya ufundi, wanaanza kutoa maelekezo, utasikia tu aika, tutaifanyia kazi wado wana, wa, mwamuzi fulani afanye ah, tutaifanyia kazi sinini, lakini kesho yake haifanyiwi kazi kwa mojawapo hata ile kamati inayoteuliwa kusimamia mashindano sijawaihe kuona katika maisha yangu, kama sio miaka ya nyuma ambao watu wengine wanakumbuka, kumsimamisha mwamuzi ambaye hafanyi vizuri haitokei. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambapo mashindano au michezo inakuwa vile vile haifanyiki vizuri, lakini moja hapo vile vile ni ma, ma, ma, maswala ya sponsor, moja hapo ni kubwa sana. Sponsorship imekuwa ni shida kwa chaneta Eh amasa na, na na na wa, wa eh? Maana ni kwamba, nikijiuliza siku za nyuma, wakati wa mabai aliunda kamati ya viongozi wote wa viongozi wa wakuu nchi, mwenyekiti wao akiwa ni mama ambaye alikuwa ni mke wa waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Pinda, ndiye alikuwa mwenyekiti wao alikuwa ni mama Kikwete, ila waga kinacho wauma hao hao nao ni binadamu, mbunge au waziri au wa mkoa. Ah, mara, mara, ah, wanafanya mzaha. Kwa hata ukimfata hana moyo anasema, ah, kwa kweli nitafanya nini? Lakini tungekuwa na moyo kwanza technical tukafanya vizuri kukawa hakuna malalamiko kwa sababu hakuna kitu kichokuwa na malalamiko. Ila ya netball yakawa yamezidi tukafanya kama waamuzi wawe sahihi, makocha wawe sahihi, event organizer wafanye kitu ambacho ni sahihi na wajitume commitment hata wafadhili tungepata wengi na hata mpaka leo wapi? Na zaidi sana ni kuambia mtangazaji hakuna mchezo wenye gharama ndogo ya kugharamiwa kuliko michezo yote kama netball na. Kwa uzoefu wako kuna baadhi ya vijana ambao wanataka kujifunza kutoka kwako aidha kwenye eneo la umpiring au kwenye eneo la coaching. Ni namna gani wanaweza wakapata uzoefu huo? Mimi nimebahatika kuhudhuria kozi yako, kuna vitu vingi nimejifunza kutoka kwako na tumepata nafasi ya kuzungumza na kuna, kuna muda tunazungumza off mic. Vingi tunabidi kujifunza kwa kijana mwingine ambaye labda alikuwa hakufahamu anataka sasa kujifunza kutoka kwako. Ni namna gani anaweza kafaidika na wewe. Kwanza kwa swali lako hapo nimepende kuwasa naona, maanake inawezekana mimi nikawepo alafu kesho nisiwepo. Viongozi au watu wanaojua ni, ni tiboli wako wengi sana, ikiwa ni pamoja na mimi. Moja ya, ya kitu kinachoharibu baadhi ya vijana na sio vijana, hata watu wengine, ni kutaka kupata sifa kwa kitu ambacho huwezi, hasa sasa hivi na makocha ambao wanajiita makocha i ya Tanzania hii, lakini ukimwambia tekniali vitu vya msingi haviwezi kuna vitu vya kufanya kama binadamu, mbali na mambo mengine, hata kimaisha, hata kwenye tiboni anafanya kazi. Kuna topic ambayo nimewaipa, inaitwa tabia msaada, lakini mtu hataki kujituma, kujitolea, kujishusha. Hicho ni mojawapo kinawaathiri, kiasi kwamba kutokana na swali lako, hata mimi wakija wakiondoa hicho kitu, kuna baadhi wamenifuata wakiniuliza na naweza nikawasaidia. Kwa hiyo kinachowaathiri watu wengi kutofanikiwa ni kuto kukubali kwamba hapa hawezi na mtu yote ambaye anasema siwezi amini, anajua hawezi afu akasema siwezi, lakini naweza hataweza. Bora anayeweza afu asema siwezi ili aweze. Hiyo ni moja. Hapo imetuathiri hapa Tanzania, na ni kwa sababu tumeingia kwenye masilahi zaidi kwamba nikisema hivi siwezi nitakosa nafasi. Lakini mimi naamini kwenye netiboli wapo wengi wanaoweza. Kwanza walikuwa na levu za chini. Kwa mfano kama leo sasa hivi hapa natoka mimi kupasisha hii levu ya watu baadhi kuna vijana hapo, mimi nimewashangaa, nimesaisha mitani yao, nimeangalia practical zao, nimeangalia maswali yao wanavuliza darasani, wako competent kupita kiasi, ila kuna wengine wako huko mikoani wanawazidi level hawa. Wakati mimi kwa uwezo wangu kama instructor, hawa wana uwezo zaidi ya wale zaidi ya mara tatu. Mm. lakini wenyewe wanasema wana vio vikubwa. Wao ni kina nani eh? kwa sababu gani? kwenye course kwanza hajitolea kwenda kusoma. Kwa hiyo moja hapo, mimi kutokana na swali lako la msingi, mimi kutaka kujifunza kwangu kwamba kwanza niko available mimi ukinipigia simu yeyote huwo napenda sana, ili nikurithishe, siangalili ni wapi kozi yangu inaendelea, wakati wowote naona ukipigia kwenye simu, ukiniuliza kwenye mifano kue mfani gano. Sasa kama waki wakifanya hivyo, na ndivyo mimi nilivyofanya. Watu hawajui mimi nimewasumbua sana. Mimi nilikuwa na namba za watu wa Namibia, South Africa, nilikuwa nawasumbua mno kinaana kibia ambayo ni marehemu ambao alikuwa sina kwangu, kina ana nani, Maimuna Mrisha nilikuwa nawasumbua mishoe nikawapita, nilikuwa napata vitu vyao, alafu nikaacha tu vitu vya nje, nikawa napita, lakini ilikuwa ni kiito. Wewe oh, unaweza nasema hapana, nakataa, nataka kile ili wenyewe ndio waniite. Kwa hiyo moja hapo kwanza nikujishusha wakubali kwamba hawawezi ili waweze zaidi, na yule anayeweza, lakini awe na uhakika alafu, lakini wajitume ila mimi kunipata saa yoyote, wanipigie simu, wafanye hiyo, wanitafute nikiwa wapi, au waniite mimi. Wasipendi gharama, sitaki mimi malipo. Kwa mfano nikisema, mimi nataka kunipeleka Gongo la Mboto, nauli yake ni shilingi elfu tano ukilipa elfu tano mimi sitaki chakula, nakuja pale na kufundisha, nipe elfu tano yangu kurudi basi. Kinacho wasumbua wengine, wanatafuta hela badala ya kujitoa kufanikisha kile kitu kinatakiwa. Kwa Dodoma nilisikia kwamba pia huku na timu ya waheshimiwa sasa ni changamoto zipo, unakutana unapokuwa una treni waheshimiwa, kwa sababu wana status kubwa eh. Lakini kwenye michezo yetu kuna baadhi ya makosa ambayo wachezaji wanayafanya, na una kisaikolojia, of course, unatakiwa warekebishe kwa namna ambayo, uh, mchezaji hawezi kutoka mchezoni. Lakini sasa wale ni waheshimiwa, kuna wakati mwingine labda acheze vizuri, unaona anatakiwa atoke, lakini eh, kwa status yake anataka aendelee kucheza. Hizo changamoto unakabiliana nazo vipi? Na ndio moja ya mafunzo sasa, na ndio moja ya baadhi ya walimu wana hapo wanakosa kwa sababu wanakwambia, unapojifunza usiende kujifunza kujua sheria tu, ujifunze utafundisha watu wa rika mbalimbali na wenye status mbalimbali. Kwa mfano ukichukua timu labda sangine ya Tamisemi ya jeketi ya uhamiaji haiwezi kufanana na timu ya veteran, inakuwa ni tofauti. Lakini timu hizi ya polisi ya magereza haiwezi kufanana na timu ya sekondari au ya shule ya msingi. Unaona umeseta au mtamshutia lakini vilevile vile, ni mazingira gani pale ambayo zile timu zinayo. Kuna timu za mitaani na kuna timu za taasisi hizi. Hawa ni wanafunzi, hawa ni wafanyakazi, hawa ni watu wa mitaani hawa... Lazima unapokuwa kocha, ukifika tu pale, sikolojikal kwanza uwasome wale, naenda kuwafundisha nini? Na mtu ambaye anasema mi najua sikolojia ya wachezaji wakati ya kwake haiwezi, bado naye ni shida. Jirekebishe kwanza wewe alafu ujue pale, eh? Sasa mimi, kwa mfano, wakati mi nakuja kuitwa na Bunge, mimi nime, nime, nime, ilikuwa ni amri hmm? mimi naambia, maana kumbe watu wamenifanyia, wanafanya, kuna kitu kinaitwa vetting. Mimi sikujua, kuna baadhi ya ya makocha hapa Tanzania na wengine wengine wakasema, sasa ngine chonya, kuna mtu amempigia debe, si ni mimi? Nimekuja kuitwa na usalama wa taifa baada kwa kufanywa vetting, nikapandishwa gari safari nini, natakiwa timu iende Burundi. Sasa ufikiria mimi sijaifundisha, lakini wanasema bado siku mbili uje na timu kwenda Burundi. Kumbe walifuatilia ni nani mwenye kujua sheria nani ana status mbalimbali wakapeleza kule feedback kwenye majeshi kwenye nini, lakini wakaangalia ah, hata hivyo huyu mbona mtu ana sifa kubwa eh, ameshakuwa kocha mkuu wa taifa miaka minne, mimi nafundisha timu ya taifa miaka minne. Nikiwa mimi mwenyewe msaidizi wa Mary Protas na msaidizi wao wazungu. Lakini amekaa kwenye majeshi muda mrefu, nidhamu yake na maana ni ya kijeshi anayo. Lakini kuja kuangalia umri wake kidogo nao uko sahihi, lakini ameenda paka nje ya nchi, ameshashiki mambo mengi, na sisi tunataka kwenda nje ya nchi. Hao kasema hapana. Kuja kuangalia sifa zangu zikazi zimebeba kila kitu, wakanambia Chonya, unatajiwa kuripoti Dodoma haraka sana. Mimi nikasema nitakuja kesho, siku najiandaa. Inafika tu mchana, akasema ondoka, kapande malori. Naona hasa kwa sababu ni bunge, ni mhimili mkubwa. Nilipandishwa haraka sana bila hata ruhusa kutoka kwa IGP. Nilikafikia nimeisha Dodoma. Sasa changamoto ya kufundisha waheshimiwa, wakati mwingine kuna mtu anakuwa na hamu na tamaa hivi kwa nini sifundishe wabunge, fanya vitu vyako vizuri eh? kwenye ponti yako hiyo, namna ya heshima wa bunge ndio hiyo, ambayo ninasemaje, ukiwa na watoto, jifanye mtoto, lakini wale ni viongozi wale, michezo yao na mashindano yao wanashindana na wabunge wenzao. Yeah. Sio kama nakuja kushindana na timu hapa za mitaani, lakini wakitoka hapa wanarudi ofisini, na wale mule hao wabunge wengine ni mawaziri, lakini wale. Kwa hiyo ni viongozi, mbunge ni kiongozi direct. Kwa hiyo mimi napowafundisha, naangalia sheria za uwanjani, anapokuja katika hali fulani nampokea kama alivyo, eh labda tuseme turudi kwenye ukweli, nisipo kama nisipofanya hivyo kutokana na utaratibu wa kujifunza kufundisha watu kama hao. Haya, nikifanya kiburi wakati sema, speaker, ni kiongozi, akisasema tu akamwambia spika simtaki huyu, utafanya nini? Naona. Kwa hiyo wakati mwingine huku natetea unga, naona. Hiyo ni uko wazi, naona bana. Nakuwa nanyenyekea. Lakini hata kabla ya kutetea unga, ilikuwa wale watu pale, mimi nitakuwa bora hata nifukuzwe niondoke, ila mimi siwezi kumfokea mheshimiwa, nitamwambia mheshimiwa, naomba ufanye warm up. Ataniambia mimi, naumwa umemaliza, usitaki kupiga makelele, watumia akili nyingine ulichojifunza. Mtweni mtu mwingine ili awezi kukava ile sehemu, atakwambia msa, hivi natoka, eh, nataka nitoke nje, naona bana, humzuii, ila unamwomba mheshimiwa, naomba uendelee. Akisema nimechoka, unasema ah, basi mheshimiwa, inatosha. Alafu najiongeza kwamba, ila nikugundua umechoka muda mrefu, naona ili angalau uishi nao vizuri, ili uwaheshimu. Kwa hiyo hata wakati wowote wa wale ni viongozi kwa hiyo ni namna ya kujichuni utakapofundisha watu, yani, kwa mfano umekuta labda sangine kuna watu wametoka kunywa pombe wameelewa hapa pombe. Huku nafata sheria za uwanjani eh, kwamba nini lakini wakati mwingine unakaa nao na macapten na viongozi tukifanya hivi jamaa, tutafanikiwa. Sasa ukiwaheshimu wao, na wao watakuheshimu uwanjani na watafanya hivyo. Kwa hiyo, namna ya kujifunza kuishi na watu hao ni namna ya kuishi na jamii ambayo ilikuwa nafanya kwenye somo hapa la society, ni namna ya kuishi na jamii sehemu yoyote ile. Utaweza kukaa maisha yako, utafundisha michezo na utaishi nao katika kadri yoyote ambayo inakuruhusu kuishi. Kochi la mwisho ambalo ni ujumbe wako sasa kwa wana netiboli na jamii nzima ya michezo, la kwanza kwenye chama cha netiboli nini, kuwe na commitment. Watu, commitment imekuwa ni shida kwa sababu wana nafasi, yani hata yani, hajitumi. Naona hiyo ni moja hapo, lakini la pili ni kujitoa, kwa sababu kisha kubali maake, wanakuambia mi nafahamu, kwa sababu kwenye viongozi wengi sana, ukishakubali kubali kuwa kiongozi basi kubali utajitoa, hautafikiria hela kwamba ulipe wewe Unaona, utatafuta hela kwa ajili unachokiongoza wewe, na kama hauna hela, hamna nauli, utatumia usafiri wowote, utafika kule unakotakiwa, sio watu wafanye alafu wakulipe wewe. Unaona, hiyo ni moja wapo. Nawaomba viongozi nikiwa na maana kwamba nikisema Chaneta nimesema viongozi wa ngazi zote, lakini tukianza na Chaneta itakuwa ni vizuri zaidi kwamba waonyeshe mfano kwa wajitoe nini. La pili, wavumilie, wapokee malalamiko, wasiadharau na mimi hapa silalamiki, lakini nimekuwa nikipokea mambo mengi na nasikia, japo hata ya kwangu moja yapo yatageuzwa kuwa kama malalamiko. Wayapokee alafu wayafanyie kazi, wachuje kilicho sahihi. Hiki chama ni cha nchi nzima, waseme hapa haiwezekani, hapa inawezekana. Hiyo ni moja yapo kama kwenye msuala nini ya utawala. Na swala lingine la upande wa masuala ya sponsor, wajitahidi kutafuta wafadhili, ingawa najua changamoto ya, ya ufadhili ni namna ya mwenendo wa mchezo. Huwezi kupata mfadhili kama mwenendo wa mchezo hauko sahihi lakini wajitume waombe watu wawatumie watu wengine wenye status, wenye nafasi fulani, na watu wengine waweze kuomba nini, na wanapopata ile sponsa waigawe vizuri. Kwa hiyo wakipokea hela za udhamini chochote kile, wagawane, wawape moyo wachezaji, wawape moyo wa kocha, wawape moyo wa mzi. Hiyo ni moja upande wa admini, lakini kwenye suala tekniki nalo wazingatie, cha kwanza Waamuzi, waachane masuala ya kusikiliza na mtu labda sangine. Kwa mfano, watu wanasemaje, mtu kipiga simu cha neta kule, unaambia kachezeshe sehemu fulani, usipopiga upelekwe. Sasa hizo ni hearsay hasa kama zipo ni hearsay, waziondoe wao kwa njia moja. Waamuzi Tanzania wako wengi sana, watafute mwamuzi mkufunzi yoyote, sio chonya yoyote chule, wamwite au si ni umpire wamwite, waambie hebu tuchagulie waamuzi kadhaa, naona waweke kwenye orodha waamuzi kama kumi, kumi na mbili, hawa wa rotate kufanyia mashindano makubwa. Sasa wale wenye ngazi za chini na wenyewe wapande kwanza, wasiende kwenye mashindano makubwa wakati hawajafikia eh? Kwa hiyo hiyo mojapo nini, lakini tukirudi sasa kwenye upande wa watu wa chini eh? Na wao sasa makocha waende kusoma na wafanye kitu sahihi, wasipende tu kuomba nafasi, japo kweli kutafuta hela ni vizuri, lakini wakazitendee haki nona. Waamuzi wasipende kuitwa wakatendee haki. Kwa hiyo moja wapo ni kwamba mimi na washauri netiboli, alafu kuanzia hawa tunaofundisha sasa hivi, nilikuwa naomba wabadilike. Wao ndio wasambaze na hizi sheria wanazozipeleka kule, wakazitumie. Hata kama ukimwambia vipi, wewe zifanyie kazi tu Chaneto watakutukana wengine, watakufukuza wengine, sini. Wewe kazania na sheria ambayo ni sahihi, kuna siku watalidhi, kila mtu ataikubali hiyo sheria, itaenea nchi nzima, kuliko kueneza kitu ambacho sio sahihi. Vinginevyo netiboli iko vizuri, na tutafika mbali kama tukirudi tukajirekebisha na hasa kwenye utekelezaji wa ufundi technical za ya wachezaji amparing na, na ufundishaji. Tukifanikiwa hapo, tunaenda paka kwenye soti. Ni waamuzi wazuri na wachezaji wazuri, Tanzania itakuwa mbali sana, kama tulivyokuwa zamani, kabla ya Uganda kutufuata kuwafundisha wao. Wametufuata wametupita tayari. kwa ndio hiyo.